Mimi wakati nafika hapa ndo nimekuta wanafungua pale Mpesa walivyofungua pale Mpesa kuwasha umeme kamera zikaonyesha kwamba mtu yuko kule juu, ghafla zikakata, kuja kuzunguka huko kule nyuma. Wanasema kwamba kapanda juu, akainua bati, akaingia ndani. Alivyoingia ndani, basi wananchi sisawao wakasema mwizi, mwizi, mwizi, mwizi, ndio tukawa tumekusanyika wote. Tulivokusanyika ndio tukaanza sasa utaratibu wa kutafuta yule mwizi, mpaka leo jamuona, hatujui kwamba yuko kule juu au hayuko. Kwa majina anaitwa Alexi John Celestini, ni mkazi wa Majengo hapa e, katikati hapa karibia na mjini hapa, maeneo ya makaburini, wamekuja wezi wakaiba hapa, wamebomoa dari juu sehemu mbili. Tumeona, tumeangalia, wameingia sehemu ya mpesa pamoja na mabati, ila tumefanya research, tumeangalia, hatujaona mtu yoyote. naitwa Bernard Zakaria. Mimi kikweli kabisa nashauri serikali, viongozi wa serikali, haya matukio wa wanawahi kufika mapema, kwa sababu kuna mtu anaweza akavamia, ila wanachelewa kufika, ameshafanya tukio ameondoka, ndio wanatokea. Kwa hiyo mimi sijaona kama imekaa sawa. Kwa majina anaitwa Patroba Ndabigeze, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Sokola unaopatikana katika kata ya Majengo ndani ya manispaa ya Kahama. E, imezuka taharuki hapa mtaani kwetu, na taharuki yenyewe ni kwamba inasadikika kuna majambazi niseme o wameingia katika nyumba nyumba iliyoko katika mtaa wetu, na baada ya kuwa wameingia ndani ya nyumba hiyo, basi walienda kufanya uhalifu kwenye duka moja, lakini wakati wanaendelea na uhalifu wao, mmiliki wa duka wakati anafungua, amefungua na akapata taharuki baada ya kukuta kuna tofauti, na tofauti yenyewe ilikuwa ni ya kimazingira ndani ya duka lake, lakini pia baada ya muda alisikia vishindo ndani ya dari katika eneo la nyumba ile. Alivyosikia ile dari, ndipo aliposhtuka na kuona dari limetobolewa, hivyo alianza kuomba msaada na wananchi wengi walikusanyika katika eneo hilo kwa ajili ya kumpatia msaada. Lakini wakati hayo yakiendelea, wezi wale walijaribu kutoboa bati juu ili waweze kutoka mle ndani, lakini baada ya kuona taharuki na watu wengi ambao walikuwa eneo lile, basi walishindwa kutoka na hatimaye waliendelea kutembea kule kule juu ya dari, na ndipo polisi walipofika na kuamua kujaribu kuangalia nini kinaendelea. Lakini mpaka sasa bado uchunguzi unaendelea wa jeshi la polisi, kwa hiyo hatuna hakika kwamba wamekwishapatikana au vipi, maana sisi tuko mbali, na jeshi la polisi linaendelea kufanya uchunguzi wake ndani. Kimsingi ni kwamba kwanza sisi peke yetu hatuwezi tukafanya ulinzi na jeshi la polisi. Ni muhimu kila mmiliki wa nyumba akikikisha kwanza usalama kwenye eneo lake, kwenye nyumba yake, na rai yangu ni kwamba ni lazima sehemu za biashara, basi at least yalale mtu ndani ya nyumba ile. Hii itatusaidia sana sisi walinzi shirikishi kupata taarifa kwa haraka.